Wakenya wenye mapato ya chini huenda wakapata nafuu hivi karibuni iwapo mpango wa kuwaondolea ushuru wa mishahara utatimia. Kwa mujibu wa waziri wa fedha John Mbadi, serikali imefikia kuwaondolea ushuru zaidi ya wakenya milioni moja na nusu wenye mapato ya shilingi elfu thelathini. Akizungumza katika kaunti ya Meru, Mbadi amesema hatua hiyo itawezesha kupitia mabadiliko katika sheria ya ushuru. Huyo hapa Stephen Leto na taarifa zaidi ya fedha iko mbioni kufanya mabadiliko ya sheria za ushuru nchini ili kuwaondoa Wakenya wenye mapato ya chini kwenye kundi la wanaotozwa ushuru wa mishahara. Kulingana na sheria ya sasa, Wakenya wenye mishahara ya hadi shilingi elfu ishirini na nne wanatozwa asilimia kumi ya mshahara wao kama ushuru. Wenye mapato ya hadi shilingi elfu thelathini na mbili na mia nane wanatozwa ushuru wa mshahara wa asilimia ishirini na tano na wale wenye mishahara ya hadi nusu milioni ulipa ushuru wa asilimia 30 ya mishahara yao. Hata hivyo, kulingana na waziri wa hazina ya kitaifa FCPA John Mbadi, sasa itakuwa afueni kwa wakenya wenye mapato ya chini, kwani wale wote wanaopata mshahara wa hadi shilingi elfu thelathini hawatatozwa ushuru wa mishahara yao tena. You pay zero. Kulingana na waziri Mbadi, Wakenya wanaopata mshahara elfu wa hadi shilingi elfu hamsini, pia nao watapunguziwa mzigo. Pay 25%. Waziri huyo wa hazina ya kitaifa anasema kuwa mpango huo unapaswa kuwafaidi takriban Wakenya milioni moja unusu wanaopata chini ya shilingi elfu thelathini kila mwezi. We have agreed with this excellency the president has directed me to take to parliament a proposal. I'm not even waiting for finance bill to come in June. I am taking tax laws amendment bill to parliament. To marekebisho haya ya ushuru yanalenga kuwahakikishia wakenya wenye wa mapato ya chini pesa zaidi mfukoni kwa kuwapunguzia mzigo mzito wa ushuru. Stephen Letoo, runinga ya Citizen.